Karibu mtazamaji katika kutazama mtoko wa watoto wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta kuelekea katika sabato ya uumbaji. Msimulizi wako ni mimi William Dede Zakaria. Safari yetu ilianzia Tegeta SDA church kuelekea katika eneo la pekee kabisa kwa ajili ya kwenda kujifunza uumbaji. Basi tumetulia zetu tukisubiri usafiri tayari kwa ajili ya kuianza safari. Furaha na bashasha kwa watoto kuianza safari. Safari imeanza na hatimaye tumefika tukikaribishwa na bango zuri kabisa katika eneo ya pwani. Karibu tukiangalia bahari ikiwa imependeza. Basi sisi hao mdogo mdogo kuelekea katika viti na sehemu nzuri tulioandaliwa. mm. mahali tulivu tunatembea kwa upendo, hatuna haraka, maana tukisha fika tayari tumetulia. Kila mmoja anayo matumaini, anavuta pumzi yake hii, yetulia, kwa uzuri, maana Mungu ametupatia sehemu hii iliyotulia kwa ajili ya kujifunza uumbaji. Hatukukaa mbali na walimu wetu, lakini wazazi wetu zetu hawakutwacha mbali. Mm -hmm. Bila kusahau bibi naye hakukaa mbali na wajukuu zake kuhakikisha kwamba wanajifunza uumbaji. Mkurugenzi ana machache ya kueleza juu ya kanisa la wali wa sabato. Tegeta na mia pekee sana lakini, Tegeta mko juu kwa sababu mmekuja kuangalia asili yenyewe na kujifunza katika eneo maalum kuona ukuu wa Mungu. Nilipokuwa nimekaa hapa, nilianza mwenyewe kutafakari na kuona kweli Mungu ni wa pekee sana, na mimi na wewe tumeumbwa kwa namna ya pekee sana. Kwa hiyo unapoendelea kukaa hapa, furahi. Wewe ni wa thamani, wewe ni wa pekee. Uumbaji unatuonyesha jinsi Mungu anavyotupenda. Bwana awabariki. Baada ya kutumwagia sifa zetu tukasubilia ya mwalimu Toni atupe wimbo, kisha tuselebuke, tufurahi, tukimtukuza Mungu katika miti tulivu hiyo basi, tukafurahi pamoja na wageni wetu. Mwalimu Joshua naye hakuwa mbali, akatukaribia tayari kwa ajili ya kutufunza kisa kuhusu uumbaji. Ulimwengu umechanganyikiwa kwa kuona kwamba uh, kuna namna nyingine pengine hatukuumbwa ila tuliibuka au kulikuwa na zile dhana za mabadiliko wazungu wanasema evolution. Kwa hiyo kuwa na sabato maalum ya uumbaji ni kwa sababu ya kukazia ya kwamba sisi sio viumbe ambao tuliibuka ibuka tu. Sisi tulifanya nini? Tuliumbwa na Mungu wetu, na anatupenda mwalimu hmm. upendo naye akatutamanisha kuhusu kile chakula kitamu kilichoandaliwa, hivyo akatuambia tuni msiwe na wasiwasi, nasi tukatulia tukakaa kwa utuo picha zikapigwa kwa wakurugenzi na viongozi, lakini walimu nao hawakukaa mbali na picha. Nani hataki kuweka kumbukumbu ya siku ya pekee ya uumbaji? Mm, bila kusahau bibi zetu nao na wazazi wetu wakaungana nasi kupata kumbukumbu muda ama wakati wa furaha ukafika, chakula kitamu kikapakuliwa, nasi tukakisogeza kwa walaji tayari kukihondomola. mm -hmm. Hapa ni m wa kusonsomola tu, hebu mcheki Nyobe anavyotafuna msosi mm. Mm -hmm. mm. Ni Sabato ya uumbaji, acha tujisosomole aitajirudia. Ha, hapa ni kula na kunywa yes ni kula na kunywa mm -hmm. mm -hmm. Akikachavutia basi, wakatupa hai wakinjoi chakula chao muda, mm -hmm. ukafika, tukayasogelea maji, tukaketi kusubilia bot ili tuende, tukaangalia umbaji wa Mungu katika bahari. Maelekezo yakatolewa na afande Seba akiwa mkakamavu. mm -hmm boti nayo haikukawilia, ikafika. Grupu hilo namba moja linakwenda kuyashuhudia maji, linakwenda kushuhudia uumbaji wa Mungu alivyoumba maji. Basi boti ikapigwa mwendo mm, tayari kwenda kushuhudia uumbaji. Hakika ni matembezi ya kushuhudia uumbaji wa Mungu, kile ambacho Bwana alikifanya jinsi Mungu alivyoyakusanya maji mm. kwa pamoja, basi chombo kikapigwa. Basi kilivyokuwa kinaenda kasi mpi kamilamani naye huyo na bombwe zake, lakini kwa kumbukumbu nzuri alizipata katika bahari na katika fukwe hizi, basi tukayakata maji kwa laha zetu mm. Mm -hmm. maji hayo tukayasogelea tukayakatiza kwa muujiza wa Bwana aliofanya, kila mmoja basi jichokodo kushangaa kile Mungu alichokifanya. Basi wazazi wetu nao wakaimba nyimbo za furaha juu ya kile ambacho Mungu alikiumba. basi sisi hao huku, wenzetu ngambo ya bahari wakishuhudia. Kukaa mbali matukio kuyanasa kwa kamera yake ili baadaye tujitizame nasi tukashangilia katika fukwe kuona wenzetu wamerejea. Hmm, mtangazaji naye hakukaa mbali akachukua kisemeo chake tayari kutuhabarisha kuhusiana na uumbaji, akaweka sawa kisemeo kisha kastati One, two, three, and go Nikiripoti kutoka katika uh, bahari ya Hindi, mahali ambapo Mungu aliumba maji akatenga maji na pakavu pakaonekana. Hapa nilipo ni katikati kabisa ya, eh, bahari ya Hindi, na niko na vijana leo wamekuja kujifunza kuhusu ukubwa wa Mungu na jinsi Mungu alivyotenga maji, na leo hapa watashuhudia ni kwa namna gani. Ni marao ya ngapi kutembelea mama? Na unaitwa nani? Naitwa Priska. Wewe ni mara yako ya ngapi kupanda kama mtumbwi kama haka? Kwa kweli na kama mtumbwi kama haka ni mara ya kwanza. Wewe unaujifunza nini katika uumbaji wa Mungu, jinsi alivyoyatenga maji? Nimejifunza kwamba ukuu wa Mungu haufananishi na mtu wa aina yoyote na mfalme wa aina yoyote mm -hmm. Kama ulivyosikia Mungu ni Mungu mkuu, mumba mbingu na ardhi. Niko hapa na washikaji zangu. Halo, habari. Unajisikiaje kutembea juu ya maji kama Petro? Vizuri. <tabari> Unajisikiaje Mungu alivyokuumba na amekupa uwezo wa kutembea juu ya maji? Je, huyu Mungu unamwambia nini? Asante kwa kuumba lakini pia kwa kuumba maji <laughs> Unaitwa nani? Karen. Karen, unajisikiaje kutembea juu ya maji vizuri. Umejifunza nini katika siku ya uumbaji siku ya leo? Tunajifunza kuwa tuwe tunamshukuru Mungu kwa vitu anavyotupa. Mhm. Mm, hakika hayo ndiyo mazuri ambayo Mungu aliyafanya kwa mwanadamu. Hizi zote ni rasilimali ambazo Mungu alimpatia mwanadamu akatawale ndege waangani na bahari, hii pia Mungu ametukabidhi. Ndo maana leo tuko juu ya maji tunatembea. Eh hey, dada anaitwa nani? Hey, Helen. Helen wewe unajisikiaje we kutembea juu ya maji? Najisikia vizuri. Hey. Mm, kwa kweli nimeona ukuu wa Mungu uh-huh. Namna alivyotenganisha maji. Uh-huh. Eh hey, tunaona maji yalivyokusanywa haya uh-huh, ambayo ni maji ya bahari. Uh-huh. Amesema ni kwamba Mungu alitenga maji, akayakusanya, akaweka pamoja. Na leo tumeshuhudia vijana hawa wa kanisa la Waadventista wa sabato Tegeta wamekuja kujifunza makubwa kuhusu kile ambacho Mungu alikifanya, akatenga maji, na maji mengine yako juu huko, anamwagika na anakuja hapa. Cha kushangaza ni kwamba eti maji ya kipumua hivi mengine yanaenda huko juu kwa njia ya, ya nini jamani, ya mvuke, halafu tena yanarudi yanajikusanya hapa. Mungu ni waajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza habari ya kisa cha Yona eh? Yona alipewa kazi na Mungu aweze kwenda mji wa Ninawe. Aende akahubiri nini? Injili. Lakini Yona kwa ukaidi wake akakimbia uso wa Mungu ili alekee mji wa wapi? Tarishishi. Na akaenda kwenye merikebu apande na akajificha chini kabisa ya ile merikebu. Lengo lake akimbie kazi ambayo Mungu amempatia ya kwenda kuhubiri nini? Injili. Lakini cha ajabu Mungu alimtuma samaki mkubwa sana baada ya Yona kutupwa kwenye kina cha maji. Mnaona maji ya pembeni yenu ayo, eh? Hayo maji kina kilikuwa ni kirefu, pengine zaidi ya hicho Yona alivyotupwa hapo. Aa, samaki akaweza kummeza. Mnajua Yona alikaa siku ngapi kwenye tumbo la samaki? Siku katika zile siku tatu Yona mule ndani alianza kufanya maombi. Wangapi mshia kukaa kwenye vyumba vya maombi? Chumba cha maombi. Unaonaje chumba cha maombi kikiwa ni, ni, ni, ni, tumbo la samaki? Mule ndani kuna utumbo utumbo, kuna supu supu uchafu uchafu, kuna kinyesi mule ndani, lakini Yona aliweza kukaa pale na akaomba. Kumbe tunaweza kumwomba tukaomba Mungu tukiwa tumekaa sehemu yoyote. Hayo ni maajabu ya Mungu. Mungu ameumba anaweza kuvikontrol au kuvidhibiti hadi viumbe ambavyo viko ndani ya maji anaviagiza na vinamtii. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Bwana wabariki sana. Uh, group namba tatu la safari ya leo ya kushuhudia uumbaji wa Mungu katika bahari hii ya Hindi, tuko hapa katikati kabisa katika ya bahari. Kama mnavyoona, ni katika siku maalum na sabato ya pekee ya uumbaji, kanisa la Waadventista wa sabato Tegeta. Tuko na vijana wazuri wazuri nashughudia na jinsi ambavyo Mungu aliumba mbingu na ardhi. Eh, mwalimu, unaitwa nani? Anaitwa mwalimu Mole. Mm. Mwalimu, umejifunza nini katika siku ya leo ya uumbaji? Nimejifunza vitu vingi, ikiwepo mambo ya bahari pamoja na miti. Kama umeona hewa leo, siku ya Sabato tumepata hewa safi kabisa pale. Ah, tumebarikiwa. Mm. Ushakupanda, ushakupanda boti kama hivi? Nimewaiwai, lakini kwa leo ni ya pekee, maana nipo kwenye ibada. Mm kwa hiyo hii ni mara ya kwanza. Anahitimisha kwa kusema ni sabato takatifu ya Bwana. Amebarikiwa na sabato ya uumbaji. Kwa majina naitwa Dora Emanuel, ni mzazi wa binti mmoja ambaye anaitwa Melanie. Nimekuja kushuhudia siku ya leo, siku ya uumbaji. Tunashuhudia jinsi ambavyo Mungu aliweza kuumba mbingu na nchi, alitengeneza nchi akatengeneza na bahari pia. Kwa hiyo leo tumekuja katika mazingira ya samaki ambayo pia Mungu aliyaumba na alisema pia tuzae, tuongezeke, tukataae samaki ya baharini na ndege wa angani na wanyama wote. Kwa hiyo tunaona, tunashuhudia jinsi ambavyo kuona wa Mungu ni mkubwa sana kwetu, ametupendelea kwa namna ya pekee. Lakini baada tunaona yote haya, lakini sisi ametuumba kwa sura na mfano wake, mnasemaje jamani? Basi mara baada ya Basi, no. sisi kujionea yale ambayo yalijili katika bahari na katika siku maalum ya uumbaji tukawa tukiendelea kushangilia kuhusu kile Mungu alichokifanya. Basi grupu namba tano nalo halikuwa mbali sana, ambalo hili ni grupu basi la viongozi. Lakini wakati hayo yakiendelea, sisi huku ufukweni tukiendelea kuwasubiri na kuwa ngoja kwa furaha kabisa. Na hapa ni kiongozi na mratibu wa idara hii, Mkurugenzi Upendo Maingo Jandwa, naye alikuwa na haya kusema kuhusiana na safari hiyo ya pekee kujifunza kuhusu uumbaji. Kiukweli kuna vitu ambavyo ukikutana navyo huwezi kuvielezea, ni pamoja na siku ya leo. Siku ya leo imekuwa ni ya furaha kwangu, unajaribu kusahau vyote, lakini kuona ukuu na uweza wa Mungu unajiuliza kama kisa kinavyosema cha Yona kwamba samaki alikuwa ndani ya maji na akafungua mdomo, Yona akaingia. Swali, ndani ya tumbo la samaki, je, maji hayakuwepo, eh? Na kama maji yalikuwepo, aliwezaje kuendelea kuishi? Jibu inakuja, maji hayakuwepo. Kwa hiyo hapo unaona tuna pia kuu na uwezo wa Mungu ulikowaja. Na unaonaje mwitikio wa watoto kuhusiana na siku ya leo ya umbaji? Kiukweli ingekuwa kuna uwezo wa kusimamisha jua, kama kipindi kile cha Yoshua Leo pangesimamishwa jua kwa sababu watoto wanatamani bado kuangalia vitu vingi, bado kucheza, na wanaona jua linaendelea kuzama. Kwa kweli watoto wamekuwa na mwitikio mkubwa. Tunashukuru uongozi wa kanisa, tunashukuru wazazi walezi, kanisa kwa ujumla, lakini pia tunashukuru maombi ya washiriki, kwa sababu bila maombi hakuna kitakachoweza kufanikiwa. Hiyo ni kweli kabisa. Siku ya ya leo imekuwa ya kipekee sana kama anavyoshuhudia mkurugenzi um, na mratibu wa idara hii ya watoto katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Mwalimu, habari yako nzuri. Unabarikiwaje na siku ya leo? Kwa kweli, siku ya leo imekuwa siku ya tofauti sana, si tu kushuhudia ukuu wa Mungu lakini uwepo wake. Ni kama mmeamua kuwa mabaharia hivi siku ya leo na <laughs> jinsi ambavyo mmeamua kushuhudia ukuu wa Mungu kwa kutembea juu ya maji kabisa, kama Petro alivyo alivyojaribu kutembea ama kama Yesu mwenyewe. Unajisikiaje kutembea juu ya maji? Huenda ni mara yako ya kwanza kabisa, naona, unaona kitete kabisa na kabisa, unaogopa <laughs> kabisa, tueleze uzoefu wako kutembea juu ya maji. Kwa kweli ni mara ya kwanza <laughs> nashindwa kuelezea sana lakini, niseme tu kwamba Mungu ametupatia nguvu na tume, tumeweza kutembea juu ya maji. Hatuna tofauti sana na Petro, kutokana na hali ilivyokuwa <laughs> nilipita hewani <laughs> ni kama walimu wanasema kwamba hii irudiwe tena, ili watu waje waendelee kuchukua uzoefu kabisa wa kutembea juu ya maji kushuhudia kile ambacho Mungu alikifanya. Ah, kwa majina naitwa Tony Msese. Kwa kweli, siku ya leo imekuwa ni siku nzuri sana kwangu binafsi, lakini na ambao, na watoto ambao wameruhusiwa na wazazi wao kuja wamefurahi, kimekuwa ni kitu cha ajabu kwao. Lakini wengi wao walikuwa wanaona bahari kwenye picha, lakini leo wameshuhudia kuyagusa maji ya bahari na kupanda pia mtumbwi, wamefurahi. Kwa ufupi, na kwetu umekuwa ni mtoko wa faida sana sana sana katika mwaka huu, katika siku hii nzuri ya uumbaji. Asante sana. Kwa nini siku ya uumbaji? Siku ya uumbaji siku zote tunajua kwamba Mungu aliumba, lakini hii imekuwa sabato maalum kwa sababu ya msisitizo au namna ya kuwakumbusha wanadamu kwamba wakati mwingine tunapata elimu mbalimbali za nadharia kwamba tuliibuka, eh, tulikuwa kama nyani na vitu kama hivyo, lakini siku hii ya leo inatumika watu kuwajulisha kwamba sisi tumeumbwa, lakini pia tuone maajabu ya Mungu. Nimekuwa nikiwauliza watoto wanapokuwa wakitoka katika huu mtumbwi huu, au tunaweza tukasema aa, kwamba wanasema wana eh, tumefika hapo katikati kwenye kina eh, kwa kweli panatisha. Nasema sio panatisha, Mungu ni mkuu, kwamba yani hata mtoto anaona ukuu na uwezo wa Mungu usivyokuwa wa kawaida, kwamba inakuwaje maji kama haya toka yameumbwa hayajawahi kupungua mpaka leo. Kwa hiyo tuna tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uumbaji, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya makuu anayotutendea, lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya baraka. Kama asinge ama asingetubariki, asingebariki wazazi na kujitoa, tusingefika hapa. Kwa hiyo neema ya Mungu ni kuu na tunaendelea kumshukuru, nikiripoti kutoka hapa katikati ya bahari ya Hindi katika siku maalum ya Sabato ya uumbaji kabisa, mtoko wa pekee kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta mimi ni William Dede Zakaria tuseme wote haleluya, amina. Amina sana, karibu sana siku ya uumbaji na sabato nyingine ya pekee ijayo, mwaka, majira na mwezi kama huu. Bwana akubariki sana. bahari ya Hindi katika siku maalum ya Sabato ya uumbaji kabisa. Mtoko wa pekee kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Mimi ni William Dede Zakaria tuseme wote haleluya, yeah, haleluya yeah. Amina sana, karibu sana siku ya uumbaji na sabato nyingine ya pekee ijayo, mwaka, majira na mwezi kama huu. Bwana akubariki wow. sana amen, amen. Habari za wakati huu tena, tuko na grupu namba tano, grupu la mwisho kabisa katika siku ya leo, ikiwa ni sabato ya uumbaji. Na hapa kama unavyoona, niko na timu ya walimu pamoja na wahudhuriaji wa kuangalia mandhari mazuri ambayo Mungu aliyaumba katika bahari, alipotenganisha maji ya juu na ya chini, alipotenganisha pakavu na maji yakaonekana. Hapa sasa tuko katikati ya maji mengi.